Habari zote za kiburudani unazipata kupitia hapa. Cha kufanya tu kama bado hujajiunga na sisi ni kwamba hujachelewa, gusa maandishi mekundu hapo chini ya video yako na kisha bonyeza alama ya kengele ambayo tutajitokeza hapo, utakuwa ni mtu wa kwanza kabisa kupata habari za kiburudani kutoka hapa. Sasa ishu kubwa ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa hamu kubwa zaidi na watu walio wengi ni kufuturu kwa pamoja Diamond pamoja na watu mbalimbali mbali ambao amewaalika siku ya leo, ndio siku ambayo alitangaza tarehe ishirini ya mwezi wa tatu kwamba ni siku ambayo watafuturu kwa pamoja na watu mbalimbali maarufu pamoja na watu wengine ambao wataalikwa katika siku hii maalum kabisa, ambayo imepewa jina la Wasafi Iftari, ambayo inafanyikia pale the Super Dome Masaki, siku ya leo kwa mara ya kwanza kabisa. Uh, Zuchu pamoja na mzee mzima Diamond watakutana tena kwa pamoja baada ya kutokea sekeseke la hapa na pale kati ya Diamond pamoja na mahusiano yake mengine ambayo yaliwahi kupita, ambapo Diamond alikiri kwamba mtu ambaye alikuwa naye kwenye mahusiano hapa awali ni mtu ambaye ameweza kuyazungumza hayo kwa sasa ili kuweza kuweka mahusiano yake ya sasa hatihati hati, kitu ambacho hajapendezwa nacho kabisa, lakini kwa sababu Zuchu ni mwelewa basi aliweza kumwelewa mzee mzima Diamond na leo Ndole siku ambayo watu wengi walikuwa wanaisubiria kwa hamu kubwa zaidi, jinsi ambavyo Diamond pamoja na Zuchu wataingia kwa pamoja kwenye ukumbi wa The Super Dome Masaki kwa ajili ya kufuturu kwa pamoja. Ni mastaa kibao ambao wamekuwa wamealikwa katika siku hii ambao watahudhuria kwenye siku hii ya kufuturu kwa pamoja, na ni kitu ambacho Diamond amekuwa kikifanya kila mara. Kila mwaka huwa anafanya tukio kama hili kwa ajili ya kufurahia na ndugu zake, marafiki zake mbalimbali, lakini pia mastaa wenzake mbalimbali ambao wamekuwa pamoja kwa kipindi chote. Kwa hivyo, siku kama leo ni siku ambayo wanakula kwa pamoja, wanakunywa kwa pamoja, wanasherekea kwa pamoja. Ni kitu ambacho Diamond ameamua kukifanya leo tarehe ishirini ya mwezi wa nne, lakini pia kuna mastaa kibao kama Woz pamoja na Wema Sepeto ambao nao pia wamekuwa na sekeseke hapa na pale, lakini baadaye mwisho wa siku wakaamua kuyamaliza na kurudi kuwa pamoja bwana ni siku ambayo watu wengi wamesubiria kwa hamu kubwa zaidi. Ni hapo baadaye tu, majira ajira jioni jioni hivi, kila kitu utakishuhudia live kabisa, na sisi tutakuwa pamoja kukuletea habari na matukio mbalimbali ambayo tajiri kwenye iftari ya leo ya Wasafi ambayo inafanyikia pale the Superdome Masaki bwana. E, katika hilo una maoni gani mpenzi mtazamaji wa Zedee Media, hasa kwa hili la Diamond pamoja na Zuchu? Kwa sababu ni kitu ambacho watu wengi wanakipenda sana kumwona Zuchu pamoja na mzee mzima Diamond wakiwa pamoja, lakini pia maombi mashabiki wengi ni kuwashuhudia watu hawa wakiishi pamoja yani, kuwa mke na mume, na bila shaka kila mtu amekuwa akitamani hilo liweze kutokea, na pia huenda ikawa ni maombi ya Diamond pamoja na Zuchu, kwa sababu hata Diamond mwenyewe aliweza kuposti uh, kwenye Snapchat yake na kusema kwamba anamwomba Mungu sana mwaka huu aweze kupata mwanamke wa maisha yake au sio? Yani aweze kufunga ndoa, na hana mwanamke mwingine zaidi ya Zuchu. Hilo aliweza kuliweka wazi kabisa kwamba mtu ambaye anamwelewa na kumpenda basi ni Zuchu peke yake.